Yes, bana karibu sana the Purple Estate Balabala TV, kona ya michezo ndio ambayo inakusogezea taarifa zote, yale yanayojiri, the real time updates, matukio yote ambayo inaonekana kuwa na utata, hasa sakata hili la Simba na Yanga. Sasa bodi ya ligi pamoja na TFF baada ya kushindwa kumaliza masakata mengi kweli kweli, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameonekana kuwa ni msaada mkubwa kweli kweli. Kumbukwe, awali rais Samia alishawahi uomba uongozi wa Yanga kumalizana na sakata mchezaji Faisal Salum Faito Abdalla na hatimaye hii leo ameweza kuomba uongozi wa Young Africans pamoja na Simba Sports Club, kama ilivyo ada Ikuru jijini Dar es Salaam na wameweza kuzungumza sakata hilo. Sasa baada ya kumaliza kikao hicho kifupi na Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mamlaka kwa maana ya bodi ya ligi imetoka na taarifa kwa umma ambayo imeweza kuwailisha mchezo huo nambari 184 mpaka tarehe nyingine tarehe 25 Juni 2025 badala ya tarehe ambayo ilikuwa imepangwa Jumapili ya tarehe kumi na tano. Awali Simba walishajibu kupitia barua ambayo ilisema kama itabadilishwa tarehe basi itakuwa ni maamuzi ambayo batilifu na watu husika kwenye mchezo huo tena. Sasa ni taarifa ipi ambayo watatoka nao viongozi wa Simba pamoja na afisa tendaji na afisa habari wao Ahmed Ali, ndicho ambacho kinasubiriwa, lakini tayari Rais Samia ameweza kuzungumza na kumaliza sakata hilo. Sasa bodi ya ligi pamoja na shirikisho kwa maana ya TFF wanafeli wapi? Tayari imeonekana kuwa gumzo kweli kweli, moja na kuendelea kote, mamlaka kwa maana ya serikali, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mara nyingine tena anakwenda kuweka suluhu ambayo inaleta amani na mchezo kupangiwa tarehe nyingine. Je, Bodi ya Ligi pamoja na shirikisho TFF ni chombo ambacho hakijitoshelezi mpaka sasa kuwa sehemu ya masuluhisho ya masakata yanayoendelea katika michezo nchini Tanzania. Shusha komenti yako andika hapo, tutaluka nayo. Hii ni The Purple Estate. Usisahau kusubscribe channel hii Balabala TV ili uweze kuwa mwanafamilia na kupata taarifa hizi punde tu zinapotoka. Balabala TV, The Purple Estate. We take everything into account.